Kitabu cha Yeremia sura 35 na 36. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu so Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro na kualika mtu wa Mungu uungane na sisi sasa, lakini pia unaweza ukatembelea chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile ambapo ukiwa kwenye chaneli zetu hizi utapata uhuru zaidi wa kusoma Biblia wakati wowote unaotaka wewe. Mtu wa Mungu, ni muhimu kusoma Biblia kila saa na kila siku. Usisahau kusubscribe upande wa YouTube na usisahau kufollow upande wa Facebook kama bado hujawahi kufollow. Mtu wa Bwana, karibuni tusali, tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakuinua, tunasema wewe ni mwema, ndio maana tunakunyenyekea. Tunaomba uwe pamoja na sisi Baba, tuwezeshe kwa huruma ya Mungu tuweze kupata msamaha wa dhambi, neema yako ituangazie vipaji vya Roho Mtakatifu ili sisi tulio maujaji katika imani tuendelee kuwa imara na kulielewa neno lako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu hiki cha Yeremia ambapo siku ya leo tunasoma sura ya 35 na ya 36. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa 35. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana katika siku za Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda kusema enenda nyumbani kwa Warekabi ukanene nao ukawalete nyumbani kwa Bwana katika chumba kimoja ukawape divai wanywe. Basi nikamtoa Yaazania mwana wa Yeremia mwana wa Habasinia na ndugu zake na wanawe wote na nyumba yote ya Warekabi, nikawaleta ndani ya nyumba ya Bwana ndani ya chumba cha wana wa Hanani mwana wa Igdalia mtu wa Mungu, kilichokuwa karibu na chumba cha wakuu nacho kilikuwa juu ya chumba cha Maaseya mwana wa Shalumu bawabu. Nikaweka mabakuli yaliyojaa divai na vikombe mbele ya wana wa nyumba ya Warekabi, nikawaambia nyweni divai. Lakini wakasema hatutakunywa divai, kwa maana Yonadabu mwana wa Rekabu baba yetu alituamuru akisema, msinywe divai ninyi wala wana wenu hata milele, wala msijenge nyumba wala msipande mbegu wala msipande mizabibu wala msiwe nayo bali siku zenu zote mtakaa katika hema mpate kuishi siku nyingi katika nchi ambayo mtakaa ndani yake hali ya wageni nasi tumeitii sauti ya Yonadabu mwana wa Rekabu baba yetu katika yote aliyotuamuru kwamba tusinywe divai siku zetu zote sisi na wake zetu na wana wetu na binti zetu wala tusijijengee nyumba za kukaa wala hatuna shamba la mizabibu wala konde wala mbegu, bali tumekaa katika hema, nasi tumetii tukafanya sawasawa na yote aliyotuamuru Yonadabu baba yetu. Lakini ikawa Nebukadreza mfalme wa Babeli alipopanda akaingia nchi hii, ndipo tukasema haya, twende Yerusalemu, tukiliogopa jeshi la Wakaldayo na tukiliogopa jeshi la Washami basi hivyo tunakaa Yerusalemu. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi, enenda ukawaambie wana wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Je, Ye, hamtaki kupokea mafundisho, msikilize maneno yangu? Asema Bwana. Maneno ya Yonadabu mwana wa Rekabu aliyowaamuru wanawe kwamba wasinywe divai yametimizwa na hata leo hawanywi, maana waitii hiyo amri ya baba yao. Lakini mimi nimesema nanyi, nikiamka mapema na kunena, bali ninyi hamkunisikiliza. Mimi pia naliwapeleka watumishi wangu wote manabii kwenu ninyi, nikiamka mapema na kuwapeleka, nikisema, rudini sasa, kila mtu na aiache njia yake mbaya, mkatengeneze matendo yenu, wala msiofuate miungu mingine, ili kuwatumikia nanyi mtakaa katika nchi hii niliyowapa ninyi na baba zenu, lakini hamkutega masikio yenu wala hamkunisikiliza basi. Kwa kuwa wana wa Yonadabu mwana wa Rekabu wameitimiza amri ya baba yao aliyowaamuru, lakini watu hawa hawakunisikiliza mimi; kwa sababu hiyo asema Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, tazama, nitaleta juu ya Yuda na juu ya wenyeji wote wa Yerusalemu mabaya yote niliyoyatamka juu yao, kwa sababu nimesema nao, wasinisikilize; nimewaita, wala hawakuniitikia. Naye Yeremia akawaambia watu wa nyumba ya Warekabi, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: kwa sababu mmeitii amri ya Yonadabu baba yenu, na kuyashika maagizo yake yote, na kutenda sawasawa sawa na yote aliyowaamuru, basi kwa sababu hiyo, Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi, Yonadabu mwana wa Rekabu hatakosa kuwa na mtu wa kusimama mbele zangu hata milele. Mlango wa thelathini na sita. Ikawa katika mwaka wa nne wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, neno hili likamjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema tuagombo la chuo, ukaandike ndani yake Maneno yote niliyokuambia juu ya Israeli na juu ya Yuda na juu ya mataifa yote, tangu siku ile niliponena nawe, tangu siku za Yosia hata siku hii ya leo. Huenda nyumba ya Yuda watasikia mabaya yote niliyokusudia kuwatenda, wapate kurudi kila mtu akaiache njia yake mbaya, nami nikawasamehe uovu wao na dhambi yao. Kisha Yeremia akamwita Baruku mwana wa Neria. Naye Baruku akaandika katika gombo la chuo maneno yote ya Bwana yaliyotoka kinywani mwa Yeremia ambayo Bwana amemwambia. Yeremia akamwagiza Baruku ya kwamba mimi nimefungwa siwezi kuingia katika nyumba ya Bwana. Basi enenda wewe ukasome katika gombo la chuo ambacho umeandika ndani yake maneno ya Bwana yaliyotoka kinywani mwangu ukiyasoma katika masikio ya watu ndani ya nyumba ya Bwana. Siku ya kufunga pia utayasoma masikioni mwa watu wote wa Yuda watokao katika miji yao. Labda wataomba dua zao mbele za Bwana na kurudi, kila mtu akiiacha ya njia yake mbaya, kwa maana hasira na ghadhabu ni kuu sana alizozitamkwa Bwana juu ya watu hawa. Basi Baruku mwana wa Neria akafanya sawasawa sawa na hayo yote ambayo Yeremia nabii amemwagiza, akisoma katika chuo hicho maneno ya Bwana, ndani ya nyumba ya Bwana Bwana ndani nyumba. Basi ikawa katika mwaka wa tano wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda katika mwezi wa kenda, watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana. Basi wakati huo Baruku akayosoma maneno ya Yeremia katika nyumba ya Bwana katika chumba cha Gemaria mwana wa Shafani mwandishi katika ua wa juu juu ya mahali pa kuingilia kwa lango jipya la nyumba ya Bwana, akiyasoma katika masikio ya watu wote. Basi Mikaya mwana wa Gemaria mwana wa Shafani aliposikia maneno yote ya Bwana yaliyokuwa katika chuo hicho, akashuka, akaingia katika nyumba ya mfalme, katika chumba cha mwandishi; na tazama, wakuu wote wameketi humo, nao ni hawa Elishama mwandishi na Delaya mwana wa Shemaya na Elnathani mwana wa Akbori na Gemaria mwana wa Shafani na Sedekia mwana wa Hanani na wakuu wote. Naye Mikaya akawaeleza maneno yote aliyoyasikia hapo Baruku alipokuwa akikisoma kitabu masikioni mwa watu. Basi wakuu wote wakamtuma Yehudi mwana wa Nethania mwana wa Shelemia mwana wa Kushi aende kwa Baruku kumwambia litoe mkononi mwako gombo lile ulilolisoma masikioni mwa watu uje huku. Basi Baruku mwana wa Neria akalitoa gombo lile mkononi mwake akaenda kwao, nao wakamwambia, keti sasa, ukalisome masikioni mwetu. Basi Baruku akalisoma masikioni mwao. Ikawa walipoyasikia maneno hayo yote, wakatazamana kwa hofu. Wakamwambia Baruku, hatuna budi kumwambia mfalme maneno haya yote. Wakamuuliza Baruku akisema, tuambie sasa, ulipataje kuyaandika maneno haya yote kinywani mwake? Baruku akawajibu, alinitamkia maneno haya yote kwa kinywa chake, nami nikayaandika kwa wino kitabuni. Ndipo hao wakuu wakamwambia Baruku, enenda ukajifiche wewe na Yeremia, wala mtu asipajue mlipo. Wakaenda kwa mfalme uwandani, lakini walikuwa wameliweka lile gombo katika chumba cha Elishama mwandishi, wakayanena maneno hayo yote masikioni mwa mfalme. Basi mfalme akamtuma Yehudi aende akalilete lile gombo, naye akalitoa katika chumba cha Elishama mwandishi. Yehudi akalisoma masikioni mwa mfalme na masikioni mwa wakuu waliosimama mbele ya mfalme. Basi mfalme alikuwa ameketi katika nyumba iliyotumika wakati wa baridi mwezi wa kenda, na pale palikuwa na moto wa makaa mbele yake. Hata ikawa Yehudi alipokuwa amekwisha kusoma kurasa tatu nne, mfalme akalikata kwa kijembe, akalitupa katika moto wa makaa, hata gombo lote likawa limekwisha kuteketea katika huo moto wa makaa. Lakini hawakuogopa wala hawakurarua mavazi yao, wala mfalme wala watumishi wake, hata moja waliosikia maneno hayo yote. Hata hivyo, Elnathani na Delaya na Gemaria walikuwa wamemsihi mfalme asiliteketeze gombo lile, lakini hakukubali kuwasikia. Mfalme akamwamuru Yerameeli mwana wa mfalme na Seraya mwana wa Azrieli na Shelemia mwana wa Abdeeli wamkamate Baruku mwandishi na Yeremia nabii, lakini Bwana aliwaficha Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia hapo mfalme alipokuwa amekwisha kuliteketeza gombo lile na maneno yale aliyoyaandika Baruku yaliyotoka katika kinywa cha Yeremia, husema haya, twaa wewe gombo lingine, ukaandike ndani yake maneno yote ya kwanza yaliyokuwa katika gombo la kwanza ambalo Yehoyakimu mfalme wa Yuda ameliteketeza. Na katika habari za Yehoyakimu mfalme wa Yuda utasema Bwana asema hivi, umeliteketeza gombo hili ukisema, mbona umeandika ndani yake ukisema, bila shaka mfalme wa Babeli atakuja na kuiharibu nchi hii na kukomesha mwanadamu na mnyama pia ndani yake? Basi Bwana aseme hivi katika habari za Yehoyakimu mfalme wa Yuda, hatakuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Daudi, na mzoga wake utatupwa nje wakati wa mchana upigwe kwa hari, na wakati wa usiku upigwe kwa baridi. Nami nitamwadhibu yeye na wazao wake na watumishi wake kwa sababu ya uovu wao, nami nitaleta juu yao na juu ya wenyeji wa Yerusalemu na juu ya watu wa Yuda mabaya yote niliyoyatamka juu yao, lakini hawakukubali kusikiliza. Ndipo Yeremia akatwaa gombo lingine, akampa Baruku mwandishi, mwana wa Neria naye akayaandika maneno yote yaliyotoka katika kinywa cha Yeremia ya kitabu kile alichokiteketeza Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika moto; tena maneno mengi zaidi kama yale yakatiwa ndani yake.